Simama juu twenzetu magetoni. Siondoki popote. Kinyanyua twenzetu magetoni. Iruka. Oa nagwa <coughs> hizo Hi? Zalau unajua halafu najisahau kwamba hapa ni mtani kwangu na mazako, au vipi? Mbona unapenda kunikalia kwa mbele mwanangu wewe? Oya, hapa takuwa ni ushenzi tu, ntakuaribia afu ni wezika lolote lile. <laughs> Oya, skia yo mboy kwao saa hivi, mdogo wangu umekuwa si ndio? Yaani mdogo wangu mi nakuchukua nakupeleka mabichi asa hivi unanongelea mi unazi umeotambawa eh? Sahivi kungulwa na luka eh? Alafu unajua kabisa miletoskoi kubwa la madui masela mbo. Wewe unakuja na nani? Hivyo wewe unajikuta kama nani mtaa huu? Eh? Unajikuta kidume sana sio? Yaani mtaa mzima wa kuogope wewe, wewe nani? We nyauba tu, we kuku mmoja. Sikiliza nikwambie. Wewe unazaliwa mimi na kuona. Kwa hiyo mtishi mtu yote hapa. Hivi sisi tukae eti tunakuogopa? Nagwa nagwa nagwa. Nagwa bongo. Wewe, Mimi nakuona mchumba tu. Kapake wanja huko. Kama huna shadow zone kwa zime.

baridi nini? kibompoli wewe chukua baridi, mjinga. Mimi nakuona mtumba tu, kawatetemesha huko, inajaucungwa mtoto e. au ushawahi e. kuzalisha e. ona hivi, wewe anatisha. Nani huyu? Yani sasa hivi mimi nimechanganyikiwa, akili zangu zimeama, ujua zimeenda kusalimia. Hapa nimebaki peke yangu, shetani wewe mwenye mguu mmoja. Allah! tumeshachoka kumvumilia mbwa kama yule, mtoto na mzana huku napiga filimbi, aje atutishe?